Je, unajua kwamba unaweza kuzifanya pesa zako zikufanyie kazi badala ya kuzihifadhi tu? Hii sio siri tena. Katika video hii nitakueleza faida za kuwekeza katika mifuko ya pamoja ya UTT AMIS na kwa nini inaweza kuwa uamuzi bora wa kifedha kwa maisha yako ya baadaye. Faida ya kwanza ni usimamizi wa kitaalamu. Hii inamaanisha kwamba pesa zako zinasimamiwa na wataalamu wenye uzoefu mkubwa katika masoko ya kifedha. Faida ya pili, uwekezaji wa kiasi kidogo. Ukiwa na UTT AMIS unaweza kuanza kuwekeza kwa kiasi kidogo cha pesa. Hii inawafanya wawekezaji wa rika na vipato vyote kushiriki. Faida ya tatu, uwazi na uaminifu. UTT AMIS hutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu uwekezaji wako na jinsi pesa zako zinavyofanyiwa kazi katika uwekezaji. Faida ya nne, kupata faida kwa muda mrefu. Kama tunavyojua uwekezaji wa muda mrefu mara nyingi huleta faida kubwa zaidi. Kadi unavyowekeza mapema, ndo kadi unavyozidi kufaidika kutokana na nguvu ya uwekezaji wako. Sasa basi, unangoja nini kutajirika? Anza leo safari yako ya kifedha na UTT Amis. Wekeza kidogo kidogo, vumilia na furahia matunda ya uwekezaji wako baadaye. UTT Amis, mshirika hakika katika uwekezaji